Ijana, tuamkeni. Tumeshapeana kodi, chupa za bia, chupa zozote za waini, za henkeni. Tuandae mabomu yetu mavitambaa, umeambia kitambaa chochote we ukota, weka petroli ya kunyonya ya kutosha kwenye chupa, andaa bomu lako. Tusaidiane, tusiachane. Askari yoyote atakayemshika mmoja mwenzetu, rusha chupa huko hiyo, huyo askari tumalizane naye, alafu tuendelee kwenda mbele. Tumechoka, tunahitaji Tanzania mpya. Vijana tumechoka, tumechoka. Wazee wetu wameshindwa kusaidia katika nchi yetu. Sisi vijana tutoke, tukomboe taifa letu. Bebeni majivu, we kama una kakaratasi, beba majivu kidogo, jipake majivu yale. Kama unaona yale maji yamesogea kwa sababu ya kuwashawasha, isikusumbue. Kama hujavaa kitu cha kusuia uso wako, au mahali popote itakapokudondokea, beba na majivu kidogo, beba majivu yako weka kwa ajili ya kujipaka majivu. Yanasoea kama kama kama ushe kushikoga na washawasha kiweka majivu ile inapooza ili ule uwashawasha. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa, jamani, tujiandae tutoke kwa ajili ya kwenda kukomboa taifa letu. Tumechoka. Sisi huwezi ukafanya biashara Tanzania, milioni mbili ya Kitanzania hauwezi ukakaa ukainvest ukasaidia familia yako. Umetokea mikakati migumu ya afya, kila mahali, kila sekta, wizara zote zimeoza. Zimeoza kwanzia wapi, wapi? Polisi huyo polisi anayesema anakuja kutupiga anavaa, anavaa suti ilolo, anavaa suti ile anavaa gwanda ilolo, limeoza, limetaruka, limechanika, mwaka na mwaka, hajionei hata huruma, anashindwa hata kununua kiatu. Hebu angalia leo, askari anayestaafu na askari, kwanzia askari polisi, askari magereza, yani wanaostaafu wanaokujenga kuwa maskini huku chini, wao ndo wanakuaga maskini wa mwisho, wanauzaga kila kitu, mwisho wa siku hawana kitu. Yani ukimkuta ambaye aliyeendelea ni wachache tena wadogo sana, walioendelea. Kodi ngumu ambazo sisi hatuwezi tukafanya biashara, kwanini watuwekee kodi ngumu kwenye nchi yetu? Tumechoka, tunahitaji Tanzania mpya.